92 au 0678 813891. Habari za asubuhi ya leo, popote hapo ulipo, mtazamaji wa Sauti Kuu TV, karibu katika matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa katika studio zetu jijini Dar es Salaam, Tanzania. Uh, jina langu naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita double D. katika kukamilisha matangazo haya upande wa mitambo uh, mwenzangu ni Freedom Richard. Mshirika wetu asubuhi ya leo ni Tabernacle of Glory TAG, kawe kanisa lililopo pale kawe Ukwamani, ni nyuma kidogo tu ya ukumbi wa CCM pamoja na kituo cha mafuta cha Puma. Ninayo nafasi ya kukuangazia magazetini leo kuanzia uh, mwanzo hata tamati, tukiangazia habari kadha wa kadha uh, katika kurasa za mbele yani habari za kitaifa na kimataifa, sehemu ya kwanza na sehemu ya pili, habari za kimichezo na burudani. Kama ilivyo ada, habari hizi zote zimeandikwa na waandishi mbalimbali mbali katika nakala za magazeti tofauti na zimethibitishwa na wahariri wa vyombo hivyo uh, wa magazeti hayo kuwa yafaa kwa umma. Kwa hiyo kazi yangu ni kukuangazia tu yale ambayo tayari yalikwisha kuandikwa, ni yale ambayo yalijiri, yale yanayojiri na yale yanayotarajiwa kujiri siku za usoni. Tuanzie kurasa wa mbele wa gazeti Mwananchi, yaani upande wa habari za kitaifa. Habari kubwa nasema, Bagonza ataja mambo matano kuelekea maridhiano ya taifa ayafananisha mambo hayo na sumu inayopaswa kuepuka katika mchakato wa maridhiano. Bagonza ataja mambo matano kuelekea maridhiano ya taifa, ayafananisha mambo hayo na sumu inayopaswa kuepukwa katika mchakato wa maridhiano. Habari hii imetajwa zaidi katika ukurasa wa nne wa gazeti Mwananchi. Unaweza kukamata eh, nakala yako kupata habari kukina, ama kutembelea katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii ambako habari hizi pia hupatikana. Chauma ya mng'ang'ania Kairuki Kibamba. Mabadiliko AFCON yaipa kicheko hiki Tanzania. Mauzo ya nje ya paisha thamani shilingi ya Tanzania. Habari hii imetajwa katika gazeti Mwananchi unaweza e, kupata nakala yako kupata habari kwa undani. Fupa gumu gridi ya taifa ya maji e, fupa gumu gridi ya taifa ya maji, habari imetajwa katika e, gazeti hili ukizingatia ukosefu wa maji bado kizungu mkuti katika jiji la Dar es Salaam. Fupa gumu gridi ya taifa ya maji ni habari ambayo imeelezwa vile vile katika gazeti Mwananchi. Mtazamaji, naondoka hapo ni kitupia macho gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, habari yake kuu inasema mambo manne yatajwa maridhiano, Simba Chaweni yasema ni uamuzi wa lazima e, kutibu majeraha, huku Askofu Bagonza akihimiza kukubali gharama Ukurasa wa tatu, gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, e, unaeleza habari kwa kina. Habari nyingine nasema, Mwigulu aje kivingine, ukaguzi miradi. Tanzania India kushirikiana tiba asilia. Ukurasa wa nane unaeleza, e, akwilapo ataka kasi kupima na kupanga ardhi. demokrasia ya chupa An, eh, demokrasia si chupa kumradhi, demokrasia si chupa unayoiagiza kutoka nje. Habari hii imeelezwa hapo bwana. Wadau waisubiri ripoti ya tume kuimarisha umoja. NEC yazindua mwongozo kuimarisha biashara. Kumradhi, si nek, NEC yazindua mwongozo eh, kuimarisha biashara. Sije nikajitafutia balaa bure asubuhi ya, bala, ya leo <laughs> kuja niweke sawa. Haya, habari hii utaipata katika gazeti ya gezeti, habari leo, gwiji la habari eh, Tanzania. Sasa kamata nakala hii upate habari kwa kina, lakini vile vile tembelea kurasa za mitandao ya kijamii kujipatia habari hiyo. Tuangazie gazeti Majira gazeti huru la kila siku. Gazeti hili limeandika TRA yatangaza kiama kwa waagizaji mafuta, eh, ni kwa kuji eh, kujihusisha na vitendo vya magendo, yaunda timu ya wataalamu watakaoshirikiana na waigizaji, we, waigizaji pamoja na wamiliki wa viwanda vya mafuta bila shaka hapa ni waingizaji, mwandishi anataka kunipeleka chaka. Mchimbi amwakilisha Rais Samia mkutano wa dharura. Habari hii imetajwa katika gazeti hili la Majira. Habari nyingine nasema afya, na afya ya akili na maisha ya wasichana katika taasisi za elimu ya juu. Afya ya akili na maisha ya wasichana katika taasisi za elimu ya juu kunani kurasa 14 gazeti Majira unaeleza habari hii kwa kina. Mapendekezo ya wataalamu chukuzi yaandaliwe. Serikali yaipongeza TIA kuimarisha rasilimali ya taifa. Habari hii imeelezwa hapo. Agizo zito kwa wakandarasi wanaokiuka ubora wa miradi, ni vile vile ni habari ambayo imetajwa katika gazeti majira ya asubuhi ya leo. Mtazamaji unaweza kuchungulia undani wa habari hiyo, na ondoka hapo nikiangazia Gazeti Uhuru ukweli daima, kurasa wake mbele umepambwa na habari inayosema Dr. Mwigulu ashusha maagizo kwa MRC. Ma habari hii imepambwa ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Habari nyingine inasema ukila bata Christmas usisahau ada Januari. Uh, ukila bata wakati wa Christmas basi usisahau ada msimu wa Januari, lakini si wote wanaosomesha vijana, pengine nyie na mimi tunaweza kuendelea kula bata. Haya, fahamu madhara kulala dakika 30 baada ya kula, ni habari pia ambayo imetajwa hapa. Ulega atekeleza maelekezo ya waziri mkuu. Uhusiano wa kidiplomasia Tanzania Urusi wazidi kuimarika, habari hii imeelezwa hapo. Vile vile, bosi TRA atangaza vita kwa kuingiza mafuta kinyemela habari hizi na nyinginezo ni kwa mujibu wa gazeti Uhuru, ukweli daima. Achilia mbali gazeti hilo, gazeti wa Machinga, sauti ya wanyonge, limeandika Simba Chawene, serikali ipo tayari kwa maridhiano. Anasema mheshimiwa Simba Chawene kwamba serikali ipo tayari kwa maridhiano, huku askofu Bagonza atoa neno uponyaji wa taifa. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili umepambwa na habari hiyo. Habari nyingine inasema Dkt. Mwigulu aagiza kuundwa timu za ukaguzi wa miradi e, mikoani, ataka watenge bajeti ya vifaa vya ukaguzi. Habari hii ni kwa mujibu wa gazeti e, Wa Machinga Sauti ya Wanyonge. Mchimbi amwakilisha rais Samia mkutano wakuu wa nchi. Waziri Kombo aongeza ujumbe, aongeza ujumbe wa Tanzania mkutano wa mawaziri Misri, aongoza kumradhi. Habari hii imetajwa katika gazeti wa Machinga Sauti ya Wanyonge. Sasa tuangazie eh, gazeti Zanzibar Leo Gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi limeandika Mhandisi Zena ahimiza matumizi ya tafiti idadi ya watu. Habari hii imekolezwa kwa wino mweupe ukurasa wa mbele wa gazeti Zanzibar Leo. E, Mhandisi Zena ahimiza matumizi ya tafiti idadi ya watu, asema ni nyenzo muhimu zinazosaidia upatikanaji huduma. Habari hii ikipamba ukurasa wa mbele wa gazeti hilo. Skuli mia moja kuunganishwa na mkonga wa taifa. Guterres vikwazo vipya vya Marekani vinatia wasiwasi wasi. Haya, bwana Kitwana awataka madiwani kusimamia sheria pamoja na kanuni habari ambayo imepatiwa nafasi asubuhi ya, ya leo katika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania. Habari yake kuu inasema Samia adondosha chuo kimoja kimoja. Samia adondosha chuo kimoja kimoja. Ni katika maono yake ya kila mkoa uwe na chuo kikuu. Kagera, Lindi tayari wameshuhudia mabadiliko ya kweli. Bado mikoa mingine kumi na minne ikiwemo Mwanza, Tanga pamoja na Kigoma. Samia bwana unaambiwa adondosha chuo kimoja kimoja, yaani kimoja baada ya kingine katika mikoa mbalimbali Tanzania. Sisitiza uchumi, uwekezaji kimkakati, uhusiano wa Afrika na Urusi. Waziri Kombo atoa, ataja sekta za miundombinu, usafirishaji pamoja na nishati. Haya, mawaziri zaidi wapambania fursa kwa vijana chengerwa zikaribisha jumuiya za kimataifa kushirikiana na Tanzania. Habari ambayo imetajwa katika gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania. Gazeti Ni Pashe linasemaje? Ni Pashe linasema mawakili wa onya haki iko hatarini, mawakili wa onya haki iko hatarini, mfumo wa sasa watesa watuhumiwa, kesi za kwama kisa E, mtandao na sheria kubadilishwa ghafla, wanaharakati na DPP wakosolewa. Wakili mwenye uzoefu wa miaka 30 mahakamani ataka marekebisho ya haraka. Habari zaidi ukurasa wa tatu wa gazeti Nipashe, kwamba mawakili waonya haki iko hatarini. Tiba asili yapata msukumo mpya, ubia Tanzania pamoja na India ni habari ambayo vilevile utaipata katika gazeti Nipashe. Mwanga wa Jamii: ajira laki moja kumi na tano elfu vijana kilimo cha mboga eh, cha mboga kando, eh, kando mwa SGR. Ajira laki moja kumi na tano elfu vijana kilimo cha mboga kando mwa SGR. Bagonza ataja sumu tano zinazozuia maridhiano. korti kuu aliyegongwa na basi la mwendo kasi alipwe milioni themanini na nane dereva naye amfidie milioni kumi Korti kuu wanadai aliyegongwa na basi la mwendo kasi alipwe milioni themanini na nane lakini vile vile dereva naye amfidie milioni kumi Nipashe, bwana, linaeleza undani wa habari hiyo. Dorothy anasema bwana sijuti kumpisha mpina kugombea uraisi. Habari hii imetajwa katika gazeti Nipashi asubuhi ya, ya leo, gazeti ambalo linatamatisha sehemu ya kwanza tu ya magazetini leo, iliyo mahususi kwa habari za e, kitaifa na kimataifa tupate mapumziko mafupi mtazamaji. Nikirejea hapa ni wasaa wa habari za kimichezo na burudani. Usiondoke, na hasa ukiwa mwanamichezo. Jina langu ni Dorcas Daniel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 Namkaribu katika sehemu ya pili ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za kimichezo na burudani, na hasa ukiwa mwanamichezo popote hapo ulipo, wala hujachelewa. Kama tayari umekwisha kukamata nakala yako mkononi mwako, twende sambamba, na kama bado pengine unafuatilia kupitia mitandao ya kijamii, twende sambamba vile vile, na kama hayo yote huna, basi nitizame mubashara na unitegee sikio lako. Jina langu naitwa Dorcas Daniel. Hivi sasa ni saa moja dakika arobaini na nne kwa saa za Afrika Mashariki, Afrika ya Kati ikitajwa kuwa saa kumi na mbili dakika arobaini na nne Tayari tumekwisha kutamatisha sehemu ya kwanza ya magazetini leo, iliyo mahususi kwa habari za kitaifa na kimataifa, na sasa tunaangazia michezo na burudani, ukizingatia michuano ya Afcon ambayo imesubiriwa kwa kitambo imekwisha anza. Haya, tuangazie gazeti habari leo, gwiji la habari Tanzania, ukurasa wake wa mwisho, yaani upande wa habari za kimichezo na burudani e, gazeti habari leo limeandika stars ya tamba kuandika historia Afcon 2025. Haya bwana simbu ashika nafasi ya pili huko India. E, mangungu bwana viongozi simba tunafikika Serikali ya ahidi makubwa, pool table, habari ya kurasa 23. Eh, gazeti habari leo, Christian bella, aishukuru serikali. Bila shaka ni baada sasa ya kutambulika kama raia rasmi wa Tanzania. Haya, naondoka hapo nikiangazia gazeti Majira, michezoni, watanzania macho yote kesho kwa Taifa Stars. Watanzania <laughs> macho yote kesho kwa Taifa Stars, wachezaji wapo gado kuikabili Nigeria wanaitaka Robo finali. Karata yako mtazamaji, unaitupa wapi? Tutumie maoni yako kupitia ukurasa wetu live chat. Kafu yafanya mabadiliko makubwa AFCON, vile vile ni habari ambayo imetajwa katika gazeti eh, Majira, gazeti huru la kila siku linalonipa uhuru wa kuangazia habari zake, na sasa ni kwa upande wa habari eh, za kimichezo na burudani gazeti uhuru ukweli daima limeandika stars ifanye nini kutoboa afcon swali kwa mujibu wa gazeti uhuru ukweli eh, daima stars ifanye nini kutoboa afcon tuma maoni yako na unaambiwa si ni kundi lililopo taifa stars katika fainali za afcon ishirini ishirini na tano sasa ifanye nini ili kutoboa afcon Haya bwana, habari hii imeweza kuandikwa hapa. Hizi hapa timu tano zinazoinyima usingizi Morocco AFCON 2025 kinawaka eh, katika viwanja hivi, viwanja vimeorodheshwa hapo. Meada ageukia sa, eh, ageukia sanaa, michezo. Simba Sports yaipasua Yanga mechi ya mashabiki. Simba Sports Club yaipasua Yanga mechi ya mashabiki, mechi iliyopigwa jana. Haya bwana, <laughs> na ondoka hapo, nikiangazia gazeti Machinga Sport limeandika Kitambala atabiriwa makubwa, Azam Football Club. Kitambala bora atabiriwa makubwa, Azam Football Club. Livanga atoa ubingwa Saudi Arabia, eh, huku eh, eh, Geita Goldi yaipiga mkwara Kagera Sugar huku baka kule osimu, ni habari ambayo imetajwa eh, katika gazeti eh, wa Machinga Spoti. Unaweza kupata nakala yako kupata habari kwa kina. Sasa naondoka hapo nikiangazia eh, gazeti za Spoti. Gazeti hili limeandika: Pedro aachiwa msala, mshambuliaji mpya Yanga. Pedro aachiwa msala, mshambuliaji mpya Yanga. Arteta aona mwanga ubingwa England. Mbappe amefikia, Mbappe amfikia Ronaldo Real Madrid, habari ambayo imetajwa hapa. Mbappe amfikia Ronaldo Real Madrid. Eh, Joshua amvunja taya eh, Jepo, habari ambayo imeelezwa hapa. Bingwa AFCON 2025 kubeba bilioni 24. Magoli 217 yafungwa ligi kuu Zanzibar, habari ambayo imetajwa asubuhi ya leo katika gazeti za spoti. Unaweza kupata nakala hiyo kuangazia habari kwa kina, ama kutembelea kurasa za mitandao mbalimbali ya kijamii huko ambako habari hizi pia zimeandikwa. Zanzibar leo michezoni, kishindo AFCON Morocco. E, Mwembe Makumbi City yaendelea kupeta ligi kuu. Mwembe Makumbi City yaendelea kupeta ligi kuu. kocha Misri ajipanga kutoa ubingwa Afcon, habari ambayo imetajwa hapa. Kama nilivyokuambia michuano hii iliyosubiriwa kwa hamu kweli kweli imekwisha kuanza, kwa hiyo e, wanasoka wengi hutizamia huko, ukizingatia ligi mbalimbali mbali zimesimama katika mataifa hayo yanayoshiriki michuano hiyo. Gazeti za sporti Tanzania leo limeandika E, beka aanza na usajili beka aanza na usajili Yanga Sports Club wapewa mtihani mapinduzi cup, ni habari ambayo imetajwa katika gazeti e, za sporti Tanzania leo. Unaweza kukamata nakala yako mara moja. Clara Luvanga aendelea kutikisa uarabuni, habari hii vile vile imetajwa hapa. Kama sikukamata nakala yako, basi unaweza kutembelea E, kurasa mbalimbali mbali za mitandao ya kijamii ambako habari hizi pia hupatikana huko. Mtazamaji, tuangazie gazeti la kimichezo na burudani, gazeti Mwanaspoti, gazeti lisilochangamana na habari nyinginezo. Kurasa wake mbele umeandika siku mia moja e, uwanja Yanga kiza kinene, siku mia moja uwanja Yanga kiza kinene. Habari hii imepamba ukurasa mbele gazeti Mwanaspoti. Habari nyingine nasema, vibe la AFCON bwana usipime, bingwa aongezewa mzigo, msauzi Simba Sports Club. Eh a, <laughs> astopisha yanga eh, ahua atia ngumu. Habari hii imetajwa vile vile katika nakala ya gazeti la kimichezo na burudani pekee, gazeti mwana Spoti. Gazeti hili linatamatisha sehemu ya pili ya magazetini leo vile vile, magazetini leo kwa ujumla. Asante kuwa nami kuanzia mwanzo hadi tamati, mtazamaji, endelea kusalia nasi magazetini leo. Kwa kawaida na kujia hewani saa moja dakika 30 kwa saa za Afrika Mashariki, Afrika ya Kati ikitajwa kuwa saa kumi na mbili dakika 30. jina langu naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita Double D. Upande wa mitambo kukamilisha matangazo haya mwenzangu ni Freedom Richard.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 usifuri sita saba nane nane moja tatu nane tisa moja.